Habari zenu wote. Leo ningependa kuzungumzia kuhusu ugonjwa wa matumbo wenye uvimbe unaojulikana pia kama IBD. Ni mchanganyiko wa magonjwa mawili hasa vidonda vya utumbo mpana, ulcerative colitis, na ugonjwa wa Crohn. IBD ni moja ya magonjwa yanayopatikana sana ambayo yamegunduliwa hivi karibuni kwa watu wengi. Ni baada tu ya kufanyiwa uchunguzi na kumwona daktari ndipo utaweza kujua kama una ugonjwa wa matumbo wenye uvimbe au ni kitu kingine tofauti. Kwa hiyo kila mara unapogundua damu kwenye kinyesi chako, tafadhali hakikisha unamuona daktari mapema iwezekanavyo ili kujua kama una ugonjwa wa matumbo wenye uvimbe au la. Damu kwenye kinyesi mara nyingi ni dalili ya ulcerative colitis. Dalili nyingine za ugonjwa wa matumbo wenye uvimbe ni pamoja na maumivu ya tumbo, kukosa hamu ya kula na kupungua uzito. Wakati mwingine unaweza pia kupata fistula ambazo huonekana sana kwa wagonjwa wa ugonjwa wa Crohn. Matibabu ya IBD kwa kawaida yanahusisha matibabu ya hatua kwa hatua au kushuka hatua. Hapa India, mara nyingi tunatumia matibabu ya hatua kwa hatua ambapo matibabu huanza na dawa za kumeza na yanaweza kuendelea hadi dawa za sindano, ambazo mara nyingi ni dawa za kibayolojia, na sasa sokoni pia tunazo dawa za kibayolojia za kumeza. Matokeo kwa wagonjwa wa IBD yamekuwa yakiboreka sana kutokana na dawa mpya ambazo zimepatikana sokoni. Watu wengi huchanganya kati ya IBD na IBS. Vyote viwili ni magonjwa tofauti kabisa, ambayo yana njia ya tofauti za matibabu. Kwa hiyo kila mara unapopata dalili zinazohusiana na mfumo wa chakula wa chini au wa juu, ningekushauri uonane na daktari ili uhakikishe unapata matibabu kulingana na hali yako.